Hawezekani mtu akishakuwa na fedha kwamba yeye ndo serikali, kwamba anaweza akaonea mtu yeyote mwingine. Hii dharau dharau ya, ya, ya, ya, ya hali ya mtu a, inaonekana kuna, kuna watu wako dunia nyingine hawajui, hawajui mtu anapambanaje kuipata elfu ishirini, Mheshimiwa Waziri. Lili, lilitoka tangazo la ghafla kwamba tunatakiwa kufanya mtihani wa, wa, wa kujiunga na chuo kikuu. Kijiji kizima kuanzia kwa, kuanzia nyumbani kwa ndugu na kijiji kizima, nilikosa elfu ishirini ilikuwa nikose kwenda chuo kikuu. Nikaenda kupewa na binamu yangu yuko mkoani Singida kule, alafu watu, ana, watu ana, kwa sababu yeye ana chenchi chenchi na analipwa kila wa mwisho wa mwezi, hata kama hajafanya kazi, anadhani kutafuta fedha na anadhani jambo rahisi tu. Andaeni kila mtu ambaye ana jambo lake, usikae na hilo dukuduku, lifanye tulijue tu, tumjue na huyo anayefanya uonevu. Usikae nalo, fanya tulijue na tumjue, na huyo anayefanya hivi Asikia wale wengine wanaandika, sasa mbona anaongea kwa kufokafoka? Huyu atachukiwa. Huyu nani kawaambieni mimi nakuja kupendwa hapa? Lazima, lazima na hii na hiki kitu hiki na hiki kitu hiki. Na kuna wengine kitawatoa kazini, kupuuza kupuuza shida za watu, kwamba mwananchi ameshaifikisha shida ndani ya ofisi ya serikali alafu inapuuzwa hiyo shida. Sasa hivi tunatoa muda wa maelekezo, lakini tutafika muda yeyote anayefikishiwa shida na anaipuza atakuwa ameungana na wale wanyang'anyi. Ii mambo ya, ya, ya, ya, ya kuoneanaoneana haya hii, hapana. Tunataka, tunataka, tunataka kero ikifika ofisi ya serikali ipatiwe ufumbuzi. Hai, haijapata ufumbuzi katika ngazi hiyo, serikali ofisi ya serikali ya ngazi hiyo ipeleke hatua inayofuata kwa ajili ya ufumbuzi huyo. Ndio maana ya ugatuaji wa madaraka. Hapana kupuuza puuza hoja, hapana kupuuza puuza kero. Hawa watu wanahitaji, wanahitaji uwezesho tu, hawajataka hela, wanahitaji uwezesho wa mazingira fedha, wanataka kutafuta wenyewe. Kwa hiyo hiyo tutaifanyia tutaifanyia hiyo kazi Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, na bahati nzuri mtafute RPC, nitawapa namba leo leo hapa tukitoka, nawapa mtafute huyo mama leo leo, mkaonyeshwa hilo eneo leo leo, mwanze kuhesabu siku saba kuanzia nilipotoa, kuanzia dakika nilipotoa haya maelekezo. Ikizidi pelekeni, pelekeni magreda ya kubomoa bomoeni bomoeni Bomweni vibanda vyake hivyo, mkabidhini ule mama, alafu amfanyie fujo, amfanyie fujo. Aone, tuwezi tukawa tunaruhusu watu wananyanyasa nyanyasa wenzao luki. Nani kakuambia we ukiwa na hela nyingi umeshakuwa Mtanzania na nusu na wenzako ni nusu wa Tanzania.